Mwaliko na tunaamini vyama vyote pia vya vilipokea mwaliko huo wa mgombea urais wa CCM Dr. John Pombe Magufuli kushiriki kwenye mdahalo wa wagombea urais ulioandaliwa na Baraza la Habari Tanzania Media Council of Tanzania kwa kushirikiana na taasisi nyinginezo kadhaa ikiwemo Twaweza, sio Round Table na nyinginezo. Nataka kuwafahamisha kwamba Dr. Magufuli amekubali kushiriki mdahalo huo. Kwa hiyo kwa msingi kwa msingi huo, kauli iliyotolewa jana na UKAWA kupitia mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi Bwana James Mbatia kwamba UKAWA inaomba mdahalo, kauli hiyo ni ya kuwadawa Tanzania, kwa sababu mwaliko wa mdahalo ulikushatolewa kwa vyama vyote kushiriki na mwaliko uliotolewa ni wa wagombea urais kushiriki mdahalo na si kinginecho. CCM inafurahishwa na utamaduni wa midahalo ambao umeanza kujitokeza nchini mwetu. Tunaamini kwamba midahalo ya wagombea urais ni sehemu muhimu sana ya kuwashirikisha wananchi katika mchakato wa uchaguzi na kuwasaidia waamue vizuri nani wampigie kura, kwa misingi ya sera, kwa misingi ya hoja na sio kwa misingi ya mihemko, ushabiki na propaganda. Mdahalo pia unatoa fursa ya wagombea kuulizwa maswali ya moja kwa moja, pia unatoa fursa ya wagombea kufafanua kwa kina kuhusu sera na ahadi zao, fursa ambazo hawazipati kwenye mikutano ya hadhara ya kampeni. Kwa hiyo mdahalo ni muhimu, na sisi tunaamini kwamba wagombea wakianza kushiriki katika uchaguzi huu basi tutakuwa tumejenga utamaduni mpya kabisa wa namna tunavyoendesha uchaguzi nchini mwetu. Hatukubaliani na kauli ya UKAWA ya jana kwamba mdahalo usiwe baina ya wagombea bali uwe baina ya wenye viti wa vyama. Tunaamini hoja hii ni kichekesho. Popote duniani kwenye utamaduni wa midahalo, watu wanaoenda kwenye mdahalo ni wale wanaogombea. Hauwezi wewe unagombea, unapeleka mtu aende kwenye mdahalo kwa niaba yako. Sisi naamini kwamba midahalo inapaswa kuwa baina ya wagombea. Wao ndio wanaoomba dhamana, wao ndio wanaopaswa kujibu maswali na kufafanua kuhusu ahadi zao. Lakini vile vile, sisi naamini kwamba ili mdahalo huu uwe na tija wagombea wote wa urais hasa wa vyama vikuu wawepo na washiriki.